Kulikuwa na vita duniani, lakini kwa watoto wa Afrika haikuwa vita ya bunduki tu. Ilikuwa vita ya njaa, vita ya kupoteza wazazi, vita ya kukuwa bila utoto. Wakati dunia ilihesabu mizinga na majeshi, Afrika ilipoteza kizazi bila hata kuandikwa kwenye vitabu vya historia. Vita ilianza mbali, lakini ilifika nyumbani. Mwaka elfu moja na mia tisa thelathini na tisa vita ya pili ya dunia ilipoanza Ulaya Watoto wengi wa Afrika hawakujua chochote kuhusu Hitler, Churchill au Mussolini, lakini walijua jambo moja: ghafla maisha yao yalibadilika. Katika vijiji vya Kenya, Tanganyika, Nigeria, Senegal, Ethiopia, Sudan na Afrika Kaskazini, wanaume walianza kuchukuliwa, si kwa hiari, bali kwa amri. Baba aliondoka asubuhi, hakurejea jioni. Wengine hawakurejea kamwe. Watoto walibaki na mama au bila yeyote. Shamba halikulimwa. Chakula kilipungua. Kodi iliongezeka. Kwa watoto wa Afrika, vita haikuanza kwa milio ya risasi, ilianza kwa ukimya. Ukame ulipoingia, haukuwa wa asili. Ulikuwa wa kisiasa. Mazao yalichukuliwa kwa ajili ya wanajeshi wa Ulaya. Ngano, mahindi, nyama vyote vilisafirishwa. Mtoto alipolia njaa, hakukuwa na adui wa kumlaumu. Hakukuwa na ramani ya vita ya kuelewa. Watoto waliona tu matokeo, dugu waliokonda, mama aliyechoka na hofu isiyo na jina. Katika Afrika ya Kaskazini, vita ilifika kwa kasi zaidi. Libya, Misri, Tunisia zilikuwa uwanja wa mapambano. Watoto waliona ndege angani. Waliona mabomu ya kishuka. Waliona miji ikibadilika kuwa kifusi. Lakini hata mbali na mstari wa mbele, vita iliingia mioyoni. Shule zilifungwa. Walimu waliondoka. Vitabu vilichomwa au kubaki bila maana. Utoto ulisitishwa na polepole pole, watoto wa Afrika waligundua ukweli mchungu: vita hii haikuwa yao, lakini mateso yalikuwa yao kabisa. Na walipokuwa bado wanajaribu kuelewa kilichokuwa kikiendelea, jukumu jipya lilitua mabegani mwao. Watoto wakawa wafanyakazi wa vita. Vita ilipokuwa, mikono ilihitajika, na mikono hiyo ilikuwa ya watoto katika makoloni ya Waingereza na Wafaransa, watoto walitumika kubeba mizigo, kusafisha reli, kuchimba barabara na kusafirisha risasi. Hakukuwa na sare, hakukuwa na mshahara, hakukuwa na ulinzi. Walikuwa watoto, lakini walifanya kazi kama watu wazima. Katika Afrika Magharibi, wavulana walitumwa bandari, walibeba mizigo mizito chini ya jua kali. Migongo ilivunjika mapema, ndoto zikafa kimya. Wasichana walibaki nyumbani au walitumwa mashambani, walichukua nafasi ya wazazi waliokosekana, walilea ndugu zao, walijifunza kuishi kabla ya kucheza. Kwa watoto wengi vita ilimaanisha jukumu bila uchaguzi. Katika Ethiopia baada ya uvamizi wa Italia, watoto walikuwa wajumbe wa siri, walibeba ujumbe, waliona mateso, walijifunza hofu mapema sana. Hakukuwa na mashujaa katika macho yao. Kulikuwa na tukuishi. Watoto walilazimika kukua haraka, na kukua haraka kulimaanisha kupoteza kitu ambacho hakiwezi kurejeshwa. Utoto. Na bado hakuna aliyeandika majina yao. Hakuna kumbukumbu. Hakuna kumbukumbu ya sauti zao. Lakini mateso hayakuishia hapo, kwa sababu vita ilipokaribia mwisho, dunia ilianza kuangalia ushindi, lakini watoto wa Afrika walikabiliwa na hasara. Watoto wakawa wafanyakazi wa vita. Vita ilipokuwa mikono ilihitajika, na mikono hiyo ilikuwa ya watoto. Katika makoloni ya Waingereza na Wafaransa, watoto walitumika kubeba mizigo, kusafisha reli, kuchimba barabara na kusafirisha risasi. Hakukuwa na sare, hakukuwa na mshahara, hakukuwa na ulinzi. Walikuwa watoto, lakini walifanya kazi kama watu wazima. Katika Afrika Magharibi, wavulana walitumwa bandari. Walibeba mizigo mizito chini ya jua kali. Migongo ilivunjika mapema. Ndoto zikafa kimya. Wasichana walibaki nyumbani au walitumwa mashambani. Walichukua nafasi ya wazazi waliokosekana, walilea ndugu zao. Walijifunza kuishi kabla ya kucheza. Kwa watoto wengi, vita ilimaanisha jukumu bila uchaguzi. Katika Ethiopia, baada ya uvamizi wa Italia, watoto walikuwa wajumbe wasiri. Walibeba ujumbe Waliona mateso, walijifunza hofu mapema sana. Hakukuwa na mashujaa katika macho yao, kulikuwa na tukuishi. Watoto walilazimika kukua haraka, na kukua haraka kulimaanisha kupoteza kitu ambacho hakiwezi kurejeshwa: utoto. Na bado hakuna aliyeandika majina yao. Hakuna kumbukumbu, hakuna kumbukumbu ya sauti zao. Lakini mateso hayakuishia hapo, kwa sababu vita ilipokaribia mwisho dunia ilianza kuangalia ushindi, lakini watoto wa Afrika walikabiliwa na hasara. Baada ya vita, lakini sio amani. Baada ya 1945 dunia ilisherehekea amani, lakini Afrika ilirudi kwenye ukoloni ule ule. Watoto waliokuwa wamekuwa wakati wa vita hawakurudi shuleni. Walikuwa wamechelewa, walikuwa wamechoka, walikuwa wamebadilika. Wengine walibaki vibarua maisha yao yote. Wengine walijiunga na harakati za kupinga ukoloni kwa sababu walikuwa wameona ukweli. Ulaya ilipigania uhuru wake wakati Afrika ilitumiwa. Watoto hawa walikuwa watu wazima wenye kumbukumbu, kumbukumbu za njaa, kumbukumbu za kutengwa, kumbukumbu za kusahaulika. Na kumbukumbu hizi zilikuwa mbegu ya mapambano ya baadaye. Urithi wa watoto wasioandikwa. Leo tunapozungumza kuhusu vita ya pili ya dunia, majina yanajulikana. Lakini nyuso za watoto wa Afrika bado hazionekani. Walikuwa mashahidi, walikuwa waathirika, na walikuwa wahanga wa mfumo ambao haukuwahi kuwaona. Historia iliwapita, lakini athari haikuwapita. Kizazi kizima kilikuwa bila elimu kamili, bila afya, bila haki, lakini pia bila kusahau. Kwa sababu watoto hao walipokuwa, waliuliza maswali, na maswali hayo yalibadilisha Afrika. Vita haikuwa wote lakini iliwabadilisha wote. Na leo tunapokumbuka vita ya pili ya dunia, ni lazima tukumbuke pia watoto wa Afrika waliokuwa kwenye moto wa vita na wakaishi bila kutambuliwa, kwa sababu historia isipoandikwa upya, maumivu yao yatabaki kimya, na kimya hicho ndicho jeraha kubwa zaidi.